AI ni akili bandia, ni ndefu na inajumuisha maendeleo kadhaa muhimu. Msingi wake wa awali ni mwaka 1950, ingawa dhana ya akili bandia ilikuwa inajulikana kwa watu tangu zamani. Mashuhuri kuhusu ustadi wa kujenga roboti au mashine zinazoweza kufikiri yaliyojitokeza katika fasihi za kale kama vile katika maandiko ya Kigiriki na hadithi za Aladdin, wazo hili halikuwa na msingi wa kisayansi hadi karne ya ishirini. Alan Turing alifanya mchango mkubwa katika kubuni mtihani maarufu wa Turing test ulifanyika mwaka elfu moja mia tisa hamsini ili kupima kama mashine inaweza kufikiri na kujibu kama binadamu. Turing pia aliona uwezekano wa kompyuta kuwa na uwezo wa kufanya kazi zinazohusisha akili, jambo ambalo lilikuwa ni nguzo muhimu katika ujenzi wa akili bandia. Mwaka elfu moja mia tisa hamsini na sita wataalamu kama John McCarthy, Marvin Minsky na Talie Rochester na Claude Shannon walikusanyika katika mkutano maarufu wa Dartmouth, ambapo neno artificial intelligence AI ilitumika rasmi kwa mara ya kwanza. Katika kipindi hiki kompyuta zilianza kufanywa kazi kama uwezo wa kutatua matatizo rahisi kama vile kucheza chesi na kutafsiri lugha. Katika miaka 1980 maendeleo ya neural network mtandao wa neva na expert system mfumo wa wataalamu yaliongezeka kasi na maendeleo ya AI. Hata hivyo wakati mingine AI ilishindwa kutimiza matarajio yaliyoweka, katika hali ya kile kinachojulikana kama AI Winter, kipindi ambapo hamasa na ufadhili wa utafiti wa AI ulipungua kwa sababu kutokuwepo na matokeo ya haraka. Katika miaka elfu mbili mabadiliko ya haraka katika data kubwa na kuchakata nguvu zilizowezesha maendeleo ya haraka katika AI. Deep Learning ni sehemu ya mtandao wa neva neural network iliyoanzisha mapinduzi. Teknolojia hii ilifanikiwa kutoa mafanikio makubwa katika maeneo kama vile picha za kompyuta, utambuzi wa sauti na tafsiri za lugha. Open AI ilianzishwa mwaka 2015 na kusudi la kubuni na kuendeleza AI ya manufaa kwa binadamu wote. Open AI ilikuja kutengeneza GPT, generative pre trained transformer, ambayo ni mojawapo ya mifano ya kisasa ya AI ya lugha. Katika kipindi hiki AI imekuwa sehemu muhimu katika maisha kila siku, kwa mfano, katika huduma za afya, magari ya kujiongoza, uboreshaji wa bidhaa na hata katika burudani. Leo hii AI inaendelea kukua kwa kasi, na mada zinazozungumziwa ni pamoja na ethics ya AI, usalama wa teknolojia hii na usawazishwaji wa matumizi yake. Utafiti unahusisha pia uboreshaji wa uwezo wa AI katika kujifunza kwa haraka zaidi na kufanya kazi za ubunifu. AI imekuwa na athari kubwa katika nyanja mbalimbali mbali na inatarajiwa kuwa na mabadiliko makubwa katika jamii na uchumi duniani kote. Teknolojia hii bado ina changamoto nyingi, lakini inaahidi kuleta faida nyingi ikiwa inatumiwa katika njia bora. Ulikuwa nami muda wote, Abubakar bin Hussein. Mwisho wa makala hii, tukutane makala ijayo.